Hapa tukiwa wazima wa afya katika hatua ya kuendelea na matayarisho ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Hafla yetu ya leo ni kwa ajili ya kupokea karatasi za kura. Kwa niaba ya Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar, napenda kuwakaribisha kwa dhati kwenye tukio hili muhimu la makabidhiano rasmi ya karatasi za kura kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa rais, wawakilishi na madiwani unaotarajiwa kufanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapofikia hapa tunapofikia hatua hii ya leo, ni vyema tukakumbushana kuwa kazi hii ilitanguliwa na mchakato wa zabuni uliohusu ulio viwanda vinne tofauti, ambapo tume ilifanya tathmini ya kina, ikiwemo kutembelea moja kwa moja viwanda hivyo ambavyo ni Lebone Litho Printers Pty Limited iliyopo Johannesburg na UniPrinter iliyopo Durban Afrika Kusini kampuni ya China Electro, Electronic Shenzhen Company ya nchini China na wakala wa serikali wa uchapaji Zanzibar ZGP na hatimaye tume ya uchaguzi ya Zanzibar katika mkutano wake wa tano mkwaju 2025 wa tarehe 18 Agosti 2025 ilizinisha wakala wa serikali wa uchapaji Zanzibar kupewa kandarasi ya uchapishaji wa karatasi za kura. Uamuzi huo wa tume ulitokana na ushindani uliofanywa na kampuni nne zenye uzoefu katika masuala ya uchapishaji. Utaratibu wa kumpata mzabuni ulitumia njia ya zabuni maalum, kwa maana ya restricted tender, ambayo huwa haitangazwi bali hutafuta wazabuni kwa mahitaji husika, kwa kuzingatia vigezo na viwango vilivyowekwa na taasisi. Katika kufanya uamuzi huu, tume ilizingatia vigezo mbalimbali mbali, muhimu ubora wa huduma, uzoefu wa mzabuni, viwango vya kiusalama vya uchapaji, ukaribu wa huduma ambapo ZGP kama kampuni hapa hapa Zanzibar ili, ili, ilitoa faida ya upatikanaji wa haraka na usimamizi wa karibu zaidi wa mchakato huo. Hata hivyo, tume inaingia katika historia nyingine ya kuchapisha karatasi za kura hapa hapa nchini, ambapo kwa nchi za Afrika ni nchi chache zenye uwezo huo ikitanguliwa na nchi ya Afrika Kusini. Aidha, tunafurahi kueleza kwamba gharama za uchapaji zilikuwa shilingi milioni mia tisa, milioni mia tisa na nane laki tatu ishirini na saba elfu na mia tatu na wakati bajeti iliyotengwa ilikuwa ni shilingi bilioni moja milioni mia mbili arobaini na tano laki tano tisini na mbili elfu hivyo kazi hii imefanyika kwa gharama nafuu bila kuathiri ubora wa jambo Linalothibitisha matumizi bora ya rasilimali za umma. Mheshimiwa Mwenyekiti, ingawa makubaliano ya awali yalikuwa karatasi hizi zikabidhiwe ifikapo tarehe 23 Oktoba, leo hii tunathibitisha kwa furaha kuwa zimekabidhiwa kabla ya muda uliopangwa, jambo linaloashiria ufanisi mkubwa na uzingatiaji wa muda wa mzabuni wetu. Kwa hiyo kupokelewa kwa karatasi hizi za kura leo hii tunakamilisha maandalizi ya vifaa vyote muhimu vya uchaguzi na hivyo kuiwezesha Tume kuendelea na hatua zinazofuata kwa utulivu, kwa wakati na kwa ufanisi. Kwa heshima na unyenyekevu, napenda kutoa shukrani zangu za dhati na kwa taasisi kwa kampuni ya Wakala wa Serikali wa Uchapaji Zanzibar kwa kazi nzuri iliyozingatia muda na yenye viwango, kwa kushirikiana na Tume uchaguzi ya uchaguzi ya Zanzibar kwa karibu sana hadi kukamilika kwa kazi hii pia tunatoa shukrani, tu pia tunatoa shukrani kwa wadau wote wa uchaguzi wakiwemo vyama vya siasa, asasi za kiraia, waangalizi wa uchaguzi, vyombo vya habari na wananchi kwa ujumla. Mwisho kabisa nawashukuru nyote kwa muda wenu wa kuhudhuria hafla hii na kwa, na kwa kuendelea kushirikiana nasi kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa amani, huru na haki na uwazi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kura haki yako, amani wajibu wako. Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Na mwisho kabisa, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako, tuna mfano wa karatasi hizi za kura ambazo zimepokelewa muda mfupi katika eneo letu zikiwa na muonekano huu kwa nafasi ya urais na zipo za wawakilishi na pamoja na madiwani lakini sambamba na hilo, kutokana na kukua kwa teknolojia na pia katika kuhakikisha kwamba Tume ya Uchaguzi inawajali watu wenye mahitaji maalum, tayari zimefika karatasi maalum za visaidizi kwa watu wenye mahitaji maalum ya kuona, ambazo kila mtu mwenye mahitaji ya kuweza kutumia karatasi hizi zitakuwepo katika vituo vyote vya kupiga kura kwa chaguzi zote tatu, ikiwa huu uchaguzi wa rais lakini kuna uchaguzi wa wakilishi na uchaguzi wa madiwani. Visaidizi hivi vitatumika moja kwa moja katika hiyo, na kimeandikwa kisaidizi cha mtu asiyeona kwa uchaguzi mkuu wa rais, na chengine kwa uwakilishi, na chengine kwa udiwani. Hii tunahakikisha kwamba ile hali ya usiri wa kura kwa mpiga kura ina, imezingatiwa kwa watu wasioona na watu ambao wenye mahitaji maalum katika kuweza kutimiza haki yao ya kupiga kura. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako naomba kuwasilisha. Asanteni sana kama kuna